Mapenzi yamenikataa, simulizi ya Kitungila. Kitungila aliamka alfajiri kwa kawaida, akaswali, akapiga mswaki kwa kutumia mti wa mpera aliyouweka kwenye maji usiku kucha, kisha akajitazama kwenye kioo kidogo kilichopasuka kona. Alijitabasamu akajisema, leo ni siku yangu. Alivaa shati lake la kitenge aliloshona mwenyewe, suruali ya kitambaa, na viatu vya ngozi vilivyotengenezwa kwa mikono yake. Kitungila alikuwa fundi maarufu wa kushona viatu katika soko la Mnadani Tabora. Alikuwa na wateja wake wa kudumu, kina mama waliokuja kushona viatu vya harusi, vijana waliopasua viatu vya dansi na hata mzee mmoja aliyokuwa anampenda sana kwa sababu alimrekebishia kiatu chake cha harusi ya mwaka 1983. Lakini moyo wake haukuwa na furaha kamili. Kulikuwa na ombwe ndani yake. Pengo la upendo halijawahi kuzibwa. Mpaka siku ile alipomwona Safina. Safina alikuja sokoni na mama yake, akitembea kwa maringo kama yule anayejua fika thamani yake. Suruali yake nyeupe, blauzi ya kijani kibichi na miwani ya kisasa ilimpa mwonekano wa msichana wa mjini. Alisimama karibu na kibanda cha matunda, akachukua mapera. Ndipo macho yao yakakutana. Kitungila alihisi kama upepo wa bahari umempulizia moja kwa moja. Alisimama kama sanamu, hata mteja aliyekuwa mbele yake akasema, fundi vipi tena, mbona umetoka mzimuni? Hapo ndipo kila kitu kilibadilika kwa Kitungila. Akaanza kumuulizia Safina kwa kila mtu sokoni. Ndipo rafiki yake Mwarami akamwambia, acha mchezo kaka, huyo ni binti wa bosi wa supamaketi ile kubwa, ana gari, wewe una kiti cha plastiki. Lakini Kitungila hakujali. Mapenzi ni kama sarafu ya shilingi. Haijalishi kama ni ya dhahabu au ya bati, ikipendwa inang'aa. Siku iliyofuata, Kitungila alijikaza akamnunulia Safina maua, maua ya karatasi aliyoyakingeneza mwenyewe kwa kutumia mabaki ya magazeti ya mwaka jana. Akayapulizia manukato ya harufu ya vanila aliyokuwa amepewa zawadi na mteja wake. Akasubiri Safina akipita tena sokoni. Alipomwona akija moyo wake ulianza kudunda kama ngoma ya jando. Safina alimpigia msichana, akasimama nam Kitungila, akaweka mikono mfukoni kwa aibu. Nilitaka kusema, hizi maua ni kwa ajili yako. Safina akacheka kwa sauti ya dharau, hizi maua ya gazeti? Una maana gani fundi? Ni zawadi tu kutoka moyoni. Safina akampokea akatabasamu kidogo, kisha akasema <laughs> asante, we fundi wa kiatu si ndio?" Kitungila akaonyesha meno. Ndiyo, Kitungila jina Kitungila, umenivutia kwa ujasiri wako. Na hapo ndivyo walivyoanza kuwasiliana. Safina alikubali mazungumzo ya kawaida, meseji hapa na pale, na hata kutembelea kibanda cha Kitungila mara moja kwa wiki. Kitungila alichangamka, akaanza hata kujifunza Kiingereza kwa bidii kupitia redio ya mwalimu Nshamile. Good morning, Safina alianza kumwandikia Safina alijibu, "Awa, cute." Kitungila akaona njia ya ndoa iko wazi. Akamwambia Mwarami, naanza kuweka akiba, nataka nimvike pete ya uchumba mwezi ujao. Lakini siku moja alipokuwa sokoni, akamwona Safina akiwa ndani ya gari la kifahari. Gari lilikuwa na driver, kijana mrefu mweupe mwenye nywele zilizonyolewa kwa mtindo wa kisasa. Safina alikuwa kitini cha mbele akicheka kwa furaha akimshika huyo kijana mkono. Kitungila alipigwa ganzi, akaona dunia imefifia. Aliamua kumuuliza Safina usiku huo, Safina, yule kijana uliyokuwa naye kwenye gari ni nani? Safina akacheka kwa emoji. Oh, huyo ni rafiki tu, chill fundi. Lakini siku mbili baadaye picha zikasambaa kwenye WhatsApp status, my king heart crown together forever, na aliyekuwa kwenye picha ni huyo kijana wa gari. Kitungila hakuamini macho yake. Aliketi kwenye kona ya kibanda chake, macho yakimdondoka taratibu juu ya kiatu cha mteja. Aliandika ujumbe wa mwisho. Nimekupenda kwa dhati. Sikuwahi kuwa na mengi, lakini moyo wangu ulikuwa halisi. Safina hakujibu. Siku zikapita, Kitungila alipoteza wateja, alikaa siku mbili bila kushona akakonda. Rafiki zake wakaanza kumshauri Acha kulilia mtu wa Instagram huku, mtaani kuna kina Zuena, kina Agatha wenye mioyo ya dhati. Lakini moyo hauwezi kuamrishwa. Kitungila aliumia kwa miezi mitatu, mpaka siku moja alipokuwa akimshonea viatu dada mmoja mpole aitwaye Subira. Subira alikuwa mteja wa kawaida, mcheshi, mkarimu, na kila alipokuja alimuuliza Kitungila, umeendelea vipi na kazi zako? Unakula vizuri? Mama anaendeleaje? Swali hizo ndogondogo zilianza kumgusa Kitungila taratibu. Akaanza kucheka tena, akaanza kushona kwa bidii, akaanza kula ugali kwa hamu. Siku moja Subira alichelewa kuchukua viatu vyake. Alipofika mvua ilimenyesha. Naona leo umeloa, Kitungila alimwambia. Subira akasema, bora niingie hapa kwako nisubiri mvua ipungue. Ndani ya kibanda walikaa pamoja, walizungumza, walicheka Wakati mvua ikipungua, Subira alimwangalia Kitungila na kusema, you know, wewe ni mtu wa pekee. Hata kama moyo wako uliwahi kuvunjika bado una joto la kipekee. Kitungila alinyamaza, alikuwa na macho yenye hisia, kisha akasema kwa sauti ya upole, Subira, hujui imenifanya nini moyo wangu. Ulifungwa kama kiato kilichokatika kamba, lakini sasa unanifanya niamini tena kwenye upendo Waliangalia mvua ikiendelea kunyesha kwenye kibanda. Hakukuwa na maneno mengine ya kusema, lakini ndani ya mioyo yao maumivu ya zamani yalikuwa yakifutwa polepole na joto la upendo la kweli. Miaka miwili baadaye, Kitungila hakuitwa tena fundi wa kiatu, bali fundi wa mioyo, aliyeoa Subira, wakaanzisha familia ndogo yenye furaha. Na kila alipokuwa akikumbuka jina la Safina, alicheka kwa sauti na kusema, Maisha hayaishi kwa mtu mmoja. Mapenzi yamenikataa mara moja, lakini alirudi kwa njia bora zaidi. Mwisho.